Napenda sana ndugu yangu yasikilize na uyafanyie kazi. Ndugu yangu, jitahidi sana kumuomba Mwenyezi Mungu kila sehemu, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani ambao unakubaliwa dua na kwenye miezi mingine, jitahidi sana uombe dua, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ana uwezo wa kumjalia mja wake aina fulani ukamuona ni mtu muovu, afu akafa aliyakuwa ni mwema. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambao uko hapo, una uwezo wa kujikatia tamaa kwamba mimi kweli nitasamehewa? Hamna, una uwezo wa kuomba dua kwa mwenyezi mungu tena Allah akakusamehe. Una uwezo wa kuwa wewe labda wewe ndio umefanya maovu sana, umefanya maovu sana machafu, umeyafanya mengi, lakini ridhika, omba dua sana kwa mwenyezi mungu, omba dua sana kwa mwenyezi mungu. Una uwezo wa kutubia siku moja tu mwenye Mwenyezi Mungu ngakubali toba yako na ukawa miongoni mwa waja waliokuwa wema. Nakutakia inshallah kazi yako uliyofanya, Allah akubariki kazi yako iwe ya heri na ufanikiwe na kuombea sana dua ufanikiwe katika kazi yako. Afu vile vile ikiwa kama ni mwanafunzi, nakuombea dua ufaulu. Na ikiwa kama ni mzazi unanisikiliza hapo na mtoto ambaye anasoma, namuombea inshallah mtoto wako afanikiwe masomo na ikiwa kama unafanya biashara na kuombea insha Allah biashara yako upate faida zaidi ya faida insha allahu taala. Ni mimi ndugu yako Abdul Majid Ibn Waziri insha allahu taala. Ndugu yangu ikiwa kama haya ambayo nimeyazungumza unayapenda, na ikiwa kama nimeyazungumza unaomba Mwenyezi Mungu kwamba inshaallah ifanikiwe, inshaallah nakuomba ndugu yangu usa, usa, ubonyeza hapo juu hapo kuna neno imeandikwa subscribe, inshallah bonyeza hapo, nitajua kwamba ndugu yangu nitawajua kwamba ni wangapi ndugu zangu ambao wameyapenda haya na nitazidi kuwaombea dua inshallah taala. Ukifanya hivyo, inshallah kutakia mchana mwema au jioni njema inshallah, ukipambazukiwa, ukipambazukiwa kwa khairi, na inshallah ukichelewa, najua kuchelewa kwa kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yani, nimeitoa salamu hii, ina maana kwamba upate amani. Yani, salamu ni amani, ina maana kwamba upate amani inshallah. Klipu hiyo ikiwa kama imekukuta kwenye Facebook, inshallah taala, bonyeza klipu hiyo atakupeleka kwenye, kwenye YouTube. Ukifika kule, bonyeza neno bonyeza neno, bonye, bonyeza neno subscribe. inshallah ukibonyeza hivyo nitajua kwamba Muislamu ni wangapi inshallah nitakuombea dua kwa Allah ili angalau Ufaulu kwako. Una matatizo, Allah ukidhie. Labda una haja kadhaa, Allah ukidhie. Labda una mambo kadhaa inshaallah, Allah ukidhie. Inshallah kwa hilo nitafahamu waumini wenzangu au ambao wameniunga mkono katika dua hii, inshaa Allahu taala.